Na mtazamaji wa Manta TV, karibu ni kujuze habari zote za kimichezo zilizojiri siku hii ya leo. Wewe cha kufanya endelea tu kusubscribe chaneli yetu na kupata habari zaidi za kimichezo. Wekundu wa Msimbazi, Simba, wamemtambulisha meneja mkuu wa klabu hiyo aliyokuwa kocha mkuu wa Gabron United Botswana, Dimenti Pativ. Ni raia wa Bulgaria, alizaliwa mwaka 1976. Pativ alianza kazi yake kama mkufunzi wa vijana katika jiji la Varna huko Bulgaria. Pativu ndani ya bara la Africa amefundisha timu mbalimbali. Victoria United ya nchini Cameroon alifanikiwa kushinda taji lao la kwanza la Elite 2 ambayo ni ligi daraja la kwanza nchini Cameron 2023 24. Pativu aliongoza Victoria United kushinda taji lao la kwanza la Elite 1, ligi kuu nchini Cameron mnamo tarehe 23 Januari 2025 aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa Gabron United na alifanika kuiongoza timu hiyo kushinda taji lao la kwanza la ligi kuu ya Botswana katika msimu wake wa kwanza. Takwimu zake za ligi na michuano ya kafu, akiwa Gabron United: michezo 21, kashinda 16, kupoteza mitatu, sare mbili, guli 44, ameruhusu guli 14, asilimia za ushindi ni 76. Wewe mtazamaji wa Manda TV, endelea kufuatilia chaneli yetu na kisha usubscribe chaneli yetu upate taarifa zaidi ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Afrika hata bara la Ulaya. Sisi namba moja kwako kuhabarisha habari zote za kimichezo, wewe na mimi kuungana kufuatilia Manda TV. Je, kocha mkuu atakuwa nani? Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, hadi sasa ni meneja mkuu ni Dimitri Vopativu. Je, Selemani Matola atasimama kuwa kocha mkuu kwenye benchi la wekundu wa Msimbazi Simba? Wewe sasa, cha kufanya endelea kufuatilia chaneli yetu ya Manda TV, kisha usubscribe chaneli yetu.